Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hii ya leo bwana inahusiana na kitu ambacho kiliwashtua watu wengi sana siku kadhaa zilizopita, so, hapo nyuma ambapo mwanadada Zaylisa alionekana katika photoshoot na mwanaume mwingine hii ni mara tu baada ya ku Wekwe kwa taarifa hadharani kwamba Zaylisa na Haji Manara wameachana. Basi ni kwamba baada ya kama ya siku mbili tu tayari Zaylisa alikuwa ameenda, ameshaanza kufanya photoshoot na mwanaume mwingine. Hii huenda ikawa ni maandalizi ya kuintroduce mahusiano yake, inawezekana ikawa ni ndoa inakuja, maana hata nguo ambayo alikuwa ameivaa Zaylisa, ile gauni ilikuwa nyuma limeandikwa wifi, yani mke wa mtu sana huko mitandaoni na wadau mbalimbali na page nyingi zikawa zimeposti zime zikawa zimeandika kwamba hii video jamani, mzungu asiione wakiwa anamaanisha kwamba mume wake wa zamani Zaylisa akiiona hii video, obviously itamuumiza moyo au itamkera kwa namna moja au nyingine, kwa sababu inaonyesha kwamba tayari haraka mno Zaylisa, Zaylisa ameisha move on. Kwa upande wa Manara kuna bidada kutoka, ta, kutoka pande za Pemba, alisha mwambia, aliweka wazi wazi kwamba anataka, alimuomba Manara amuoe lakini Manara akakataa. Lakini kwa upande wa Zaylisa huku tayari ameisha move on, na ameonekana akiwa yuko na mwanaume mwingine wakiwa wanafanya photoshoot, jambo ambalo limeonyesha eh, watu wengi sana wamebaki mdomo wazi kwamba imekuwaje ni kwa kipindi kifupi hivi Zaylisa tayari ameshapata mwanaume mwingine au huyu mwanaume mahusiano alikuwepo tokea kipindi ambacho akiwa yuko na Manara. So maswali yamekuwa ni mengi. Peji nyingi sana zimeripoti kuhusiana hii eh, kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba Zailisa amevuta mwanaume mwingine, Manara hana chake tena. Umeona peji nyingine hii hapa, amesema bwana, huyu dada bwana amejua kwelikweli kumkomesha mwenzie jamani, ka kuna mtu ameandika hivyo. E, kwa mtu ameandika, kuna peji hapa imeandika kwamba Zailisa ame move on haraka mno. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdao unavyoona hizi video ni kwamba unahisi kwamba kweli Zaylisa amepata mwanaume mwingine ame move on au eh, ni kiki za hapa na pale ni promotion ya labda kuna brand anataka kuintroduce au ni aje. Na kama kweli ame move on, unahisi kwamba huyu ni mwanaume ndani ya siku mbili hizi tu, baada ya kuachana na Manara tayari amepata mwanaume mwingine na kuamua kumintroduce kwenye mitandao ya kijamii au unahisi kwamba eh, mahusiano labda yalikuwa yapotokea kipindi hicho long time. Weka maoni yako katika comment section tukao tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.